Bwana Cholo, mambo vipi bwana? Ai, bwana poa sana. Eh, bwana kwa mbinde sana wanasema. Ai, bwana ile ilikuwa bwana jini katoka ila mganga hoi. <laughs> Jini katoka? Eh, ni yani jini katoka mganga hoi ndio ile. Eh. Ah, kikweli bwana leo tukucheza mpira mzuri na sisi ni arua eh. Tuna akili wazi kwamba tukucheza mpira mzuri tuna tunawaambia watu kwamba Simba kucheza mpira mzuri. Lakini unajua siku zote kwa timu kubwa ucheze mm. vizuri ucheze vibaya unatakiwa ushinde mechi au upate matokeo ya namna yoyote ambayo yatakufeva wewe. Kwa hiyo Simba ilichokifanya kwamba alijua leo yuko yu, yu, kwenye siku bora lakini anatakiwa apate matokeo, ameyapata matokeo na tumekwenda tu eneo bwana Simba imecheza chini ya kiwango kwa mujibu wa wadau wa soka na mashabiki ee, wakikosoa kwa namna ambavyo Simba imecheza. Shida ilikuwa wapi leo mpaka mnacheza e, kwa namna ile, yaani mnaomba mechi ishe? Yaani kwa ufundi leo Simba namna walipokosea, wali, wali ni eneo letu la kiungo mm, kwa sababu ilikuwa inashindwa wanashindwa yaani kuconnect baina ya masenta beki yani mabeki na washambuliaji, kwa hiyo eneo letu la kiungo lilikuwa ni eneo ambalo alijafanya kazi yake ipasavyo. Kwa maana ya Yusuf Kagoma na Asante Kanta. Sasa unajua uh, uh, Yusuf Kagoma ni ni ni defensive midfielder ya typically yani kwamba amezoea kuzuia. Kwa, kwa anata, anatamani kupata mtu ambaye angekuwa na anacheza juu. Kwa hiyo Asante Kanta anaonekana uh, kwenye mechi leo kuwa mzuri sana kwenye kwenye mipira ya kucheza kwa maana ya kupasia kutoa mipira chini kwenda juu. Kwa hiyo na watu tulikuwa tunamtegemea yeye uh, kama namba na na, na, na box to box midfielder achukue mipira kutoka chini tujajui ni bado ndio kafanye mashambulizi. Lakini akawa afanye hivyo maana yake akawa jancheza huwa sasa anatakiwa ashuke zaidi kuja kuchukua mipira manake, ya Jan Chaza akishuka juu kule, tunakuwa pungufu. Tukisha kuwa pungufu, hata mipira ikienda, unakuwa watu wawili ama watatu, wakati watu wa, wawili au watatu kwa mabeki watano, inakuwa ni kazi sana, japo tulitengeneza nafasi ambazo zilikuwa ni kama, uh, za kushtukiza. Zile ni counter attacks ambazo tulizipata, ya Jan Chaza huwa alipata na akashindwa kuzitumia, uh, lakini eneo eh, la kiungo leo kiukweli, lilikuwa limetua sana, ndio maana Simba imecheza vibaya bwana. <coughs> tunashuhudia penati, mnapata goli yenu kupitia Jan Chazawa e, eh, lakini huyo huo, Jani Chale Awa anakosa goli la wazi yaani, kuchukua mpira kudumbukiza nyavuni ameshindwa bwana. Chale Awa shida ya Chale Awa ni nini, na ubora wake kwenye penati eh, unatokana na nini? Ajani Chale Awa kwenye kupiga penati ni mzuri sana, kwa sababu ni mtulivu kwenye eneo hmm, hilo, lakini akiwa kwenye open play uh, una, una hua, utulivu, uh, kuna mingeni, ya, kuna wakati huwa anakosa utulivu, kwa sababu ah, sometimes unaweza kuna magoli mengine ya kuchagua tu wengo, yani kwamba huu mpira unaweka upande gani, sio unapiga, kwa sababu kupiga unaweza uh, uh, ukajikuta umebatiza golikipa na ukakosa akosa mpira kwa mfano hata onahan so alipata nafasi kama unakumbuka, ile goli ile penalti inaenda kutokea, yeye akuchagua engo, alipiga akambabatiza goli kipa, akawa amekosa. Na ndio hivyo hivyo kwa jansha huo, kwa maana ya utulivu tu. Kwa mfano ile ambayo alikuwa alikuwa mpaka ameshampiga chenga goli kipa, alikuwa na uwezo wa kutulia akaamua, kufanya angeweza kufanya zaidi ya kile ambacho alikifanya na tungepata goli nafasi pia ambayo alitengenezewa tena, aliingia ndani na alitengenezwa na na Nelson Mkwala uh, japo uh, first touch yake haikuwa ya nzuri sana, lakini bado alikuwa na nafasi ya kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni utulivu ambao yeye anakosa. Kwa hiyo kuna muda anatakiwa tu awe na utulivu, kwa sababu kuna mechi nyingine inatokea nafasi moja tu ambayo anatakiwa uamue mechi. Kwa hiyo ikitokea nafasi moja ukikosa, maana yake umeiua mechi. Kwa hiyo mechi kama ya leo, maana yake tungepoteza mchezo, ilikuwa jana sharia, huwa tungemkumbuka mno kwamba leo ilitakiwa iwe mechi na alishindwa kuiua mechi kwa kukosa na nafasi za wazi kabisa. Ebana, mnakwenda half time na goli moja la penalti, lakini mnarudi e, Gaborone wanasawazisha kwa mkojo wa penalti na kwa makosa ambayo e, aliyafanya bila shaka chamao e, na mwenzio Rushaini. Ebwana, Simba hii leo mpaka inasababisha penalti kipindi cha pili, na mnapambania ku, kupaki basi, angalau mlinde ushindi ule wa ugenini. Simba hii inaweza ikafanya maajabu huko mbele kwenye mashindano ya kimataifa kama ambavyo imezoeleka. Ah, unajua Simba hata akiroa hawi paka yani, Simba ni Simba tu, kwa sababu unajua kuna muda unahitaji time, kwa sababu sisi ya mashindano tuna uzoefu nayo, kwa maana tunajua tu kwa namna gani tunahitaji tufuzu. Tulikuwa na siku mbaya leo kazini, lakini tulihitaji tufuzu. Timu kubwa huwa inafanya hivyo siku zote na, na Simba amefanya, tumefuzu. Kwa muda ambao upo hapa mbele tutajipanga, tutaenda international break tutajipanga. Timu itapata mechi uh, za nyumbani hapa kwa maana ya ligi itarudi kwenye ufupi, na mwalimu atatengeneza mifumo yake, ataiweka timu sawa. Tukishapata uh, ule uh, muunganiko sasa, na mimi ndio nitaenda kuiona Simba imara na Simba bora ambayo tumeshindwa kuiona kwenye hizo hatua za hatua ya awali. E bwana Gaborone wa moto sana hapana, Gaborone akua moto sana ila Simba alikuwa dhaifu sana, Simba ilikuwa dhaifu Unadhani shida ni nini mpaka Simba inacheza kwa namna, au yale yaliyofanyika ndani ya uwanja kabla ya mchezo tuliona e, baadhi ya viongozi e, na wadau wa Gaborone wanamwaga mwaga vitu kwenye e, uwanja kwenye pichi mpaka kwenye lango mpaka golikipa naye anapachika pachika kitu, yale ndo yameweza kusababisha haya yalijitokeza? Huu ha, ni mpira wa Kiafrika, lisemalo lipo, lakini ha, unajua kuna leo tulikuwa na siku mbaya tu kazini kwamba sisi tushakutana nayo mambo mara nyingi, tunakutana mara nyingi. Sasa kinda zinampia tunafanyiwa hapa, hata na watani huwa wanafanya hivyo, na mwaga mwaga vitu, wanapiga milango sio na nini, lakini Simba huwa anacheza mpira mkubwa sana, hata kama atapoteza mchezo. Kwa hiyo ile ah uh, ilikuwa ni inawezekana ikawa ni kweli ama ikawa mind game, kwa maana Gaborone walikuja kwa kujaribu kutaka kututoa kwenye mchezo, kama tukakuwa kuna kitu chochote tumefanya, lakini Simba leo alikuwa na siku mbaya kazini, kwa maana kwamba Gaborone kama wangekuwa na ubora kidogo ilikuwa ana uwezo kupata matokeo mazuri zaidi ambayo ameyapata leo. Tumemwona Pinipini kama la licha ya kuondolewa kwenye mchezo kwa maana ya kupata eh, maumivu eh, ama kuumia katikati ya mchezo, lakini ameonekana kuwa bora sana eh, kipindi cha kwanza akifanya saves tatu ambazo zilikuwa zinapelekea goli tatu kwa Gaborone. Unadhani Pinipini kama la anastahili pongezi kwa mchezo wa leo? Yeah, of course, kwa sababu ilikuwa kabla hatujapata sisi penalti. Apimpi ni Kamala alisave yani 1v1 kabisa, yani kwamba ilikuwa ni nafasi ya wazi kabisa ya goli. Ina maana kama sio Musa Kamala, alikuwa tayari kabla ya penalti ilikuwa tunapata sisi, wao wanaanza kupata goli, umeshanielewa? Lakini uh, unamsifia, amefanya vizuri, lakini ni kipa mkubwa na anacheza timu kubwa, kwa maana kwamba ukishafanya vitu kama vile kwenye timu kubwa, hiyo ndio kazi yake, umeshanielewa? Kwa sababu kama uh, nafasi kama hizo zingi watu zinapita, maanake huwezi kuwa na ukubwa tena, kwamba kwa huwezi kuwa ni golikipa mkubwa alafu unashindwa kuwa kuonyesha matukio kama hayo. Kwa hiyo ili uwe mkubwa lazima uonyeshe matukio ambayo watu watakutafsiri kwamba ni golikipa mkubwa. Kwa so, pimpi ni Kamala amefanya kile ambacho amezoea kufanya mara zote na leo amekifanya ameweka ame, ame, ame sem salama mpaka mchezo umeisha kwa moja moja. Uh, Simba anasonga tu anayofuata. E, bwana eneo ambalo niliketi niliona baadhi ya wadau wa soka mashabiki e, wanalalamikia maamuzi ya kocha Ahmed Moloko kuchelewesha kufanya mabadiliko E, kwa mfano badiliko la Jan Chale, awa, e, kwa Joshua Mtale e, lakini vile vile kwa Jonathan Soa dhidi ya e, Steven Dese Mkwala, lakini vile vile kuingia kwa Kip Dennis, walitaka haya yafanyike mapema sana. Unadhani e, mabadiliko yangefanyika mapema kipindi cha pili, awali kabisa mpira unaanza, yangeweza e, pengine kuchagia Simba kuibuka na ushindi leo? Hapana, unajua kwa kumlaumu uh, mwalimu Ahmed Suleiman Moroko kwa sasa itakuwa ni ni, ni ni kumkosea tu heshima kwa sababu unajua Simba ni mlima mrefu sana. Ahmed Suleiman Moroko katika kari yake ya soka kwa kufundisha timu kama Simba. Timu ambayo ina pressure kubwa, timu ambayo watu wana matarajio makubwa na ina wachezaji wakubwa. Na maana kwa mara yake ya kwanza uh, Ahmed Suleiman Moroko kitoa timu ya taifa kwenye kazi ya klabu ndo amekutana na timu ambayo ina wachezaji wakubwa kwenye ligi na ni timu kubwa ambayo inataka matokeo. Kwa hiyo kuna muda mwalimu, unatakiwa wewe mwenyewe uhendo pressure yako. Kwa sababu kwa sababu ukataka ufuata, ujaribu kufuata pressure ya mashabiki, angemtoa kila mchezaji. Kwa sababu sisi tulianza kuona eneo la kiungo limepoa, na wote tulikuwa tunatamani atoke ala sanekanti, lakini mwalimu alisema hapana. Pengine alikuwa labda Nabi Kamara yuko sawa, au pengine hakukuwa na kiungo ambaye alikuwa anaweza kumpa kile ambacho ala sanekanti alikuwa anaweza kumpa. Kwa hiyo mwalimu alichokifanya kwamba ngoja kwanza niende hii pressure. Hao ni wachezaji wakubwa na wenyewe wanajua wanatakiwa kufanya nini kwa wakati huu. Koyo, Diaku, mwenye, kwa hiyo hadi tulia. Japo mimi mwenyewe nilitamani kwa mechi kama ile Kibu Dennis Prospa alikuwa anaanza kwa sababu yule ni mchezaji ambaye tayari ana uzoefu kwenye mashindano, alikuwa anaweza kufanya kitu chochote, ushanielewa? Ah, basi kama aliamua kuanza kuanza benchi, lakini alitakiwa ingie mapema, kwa sababu Kibu Dennis ukitoa kushambulia pia ni mzuri sana kwenye kukaba, kwa sababu sisi leo kwenye kukaba ilifika wakati Shomali alikuwa anapata ana, ana, ana, ana tabu sana, kwa sababu akisema sogee juu na winga wake yuko huko juu na winga arudi kuja kumsaidia kukaba, kwa hiyo kainampa wakati mgumu sana na ile eneo limetumika mno kwenye mashambulizi ya Gaborone. Kwa hiyo mwalimu baadaye akasema sasa, kwa sababu muda huu Simba wamechoka, na natakiwa kukifanya ni nini? Ndo akaanza kufanya zile sabu, akatia nguvu mpya, ambayo at least ilienda kusaidia. Uliona Kim Denis, namna alivyokuwa ameenda kusaidia. Aa, alisaidia smkana, nafasi alitengeneza, na namna alivyoenda kusaidia si Mutale Budo. Umeona? Kwa muda ule na maana kwa muda ule ambao sisi hadi tulikuwa tumeshatoka kabisa ya, kimchezoni kwa maana tayari watu tunaamini kwamba hii mechi Simba muda ule anaweza kwenda kupoteza. Akatia watu ambao wana nguvu wanaweza kwenda kupushi ile Gaborone na wenyewe akaanza kuwa na wasiwasi asije sana juu, kwa sababu tayari wameingia nguvu mpya. Na ndio kweli kile ambacho kile Amonio alikifanya ndio kilichoenda kutokea. Eh, bwana watani zenu, kwa maana Young Africans wanasema kwa mbinde sana. Yaani kwa mbinde sana ndio mnatoboa kwenda raundi ya 32 ligi ya mabingwa barani Afrika. Manake kibaki kidogo tu yatokee yale ambayo yalitokea e, eh, Benjamin Mkapa mwaka ule Jwaneng Galaxy wakawatoa mchezoni wakawaondosha nyumbani. Ndio hivyo ambavyo ilibidi itokee leo, wanasema kwa mbinde sana. Unadhani imepita kwa mbinde ama imekuwa basi basi, ndio mchezo ulikuwa hivyo? Ah, unajua watu wanasema mkubwa asemu. Sisi tunajua vizuri haya mashindano kuliko watani zetu, tunajua namna ya kuyashinda haya mashindano. Unajua wakati huu sio wakati wa sifa, huu wakati sio wakati wa nani anacheza nini na nani anashindaje. Umeshanielewa? Kwa hiyo sisi huu muda sio muda wa kushindana kwamba mimi nimemfunga mtu kumi, wewe unataka umfunge 13 hakuna mpira huo. Sasa tunataka ni kushinda tu, tu. mchezo unafuzu kwa namna gani? Tulishakutana na aina ya matokeo mabaya. Sisi tulitolewa na Jwaneng Galaxy hapa uh, hapa nyumbani kwa mazingira kama haya, tulishatolewa na UD Songo kwa mazingira kama haya. Kwa hiyo tume experience hayo, ma, hayo mazingira. Kwa hiyo kuna wakati tunajua, na hata leo uliona tulianza na tempo ya chini sana Makhujua kwa kujua kwamba sasa kwanza tunalinda kile ambacho tunacho ugenini, ikitokea e, tupata nafasi tutumia Tusipona nafasi tukimaliza mechi hivi maana yake tu sisi tutakuwa tumefuzu. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza sisi tunacheza tufuzu, umeshanielewa? Bahati nzuri tukatangulia kupata sisi goli. Eh, bana na goli mbili. Kitu kile kutokea ni kwamba kichotoa mchezoni baada ya wale kupata goli, ilikuwa ni goli la mapema mno kwa sababu dakika 58 ulikuwa bado muda mrefu sana unaruhusu. Kwa hiyo kicho tu tuna wasiwasi ni kwamba tunaweza kulinda lakini wakipata goli jioni sisi tutakuwa tumetoka, maana yake kwetu itakuwa mbaya sana kwa sababu hapa tutakiwi akuruhusu tena goli. Kwa hiyo Simba wakawa wana umakini wa ulikuwa umeongezeka sana sasa. Unajua, kuna muda ukiongeza umakini na ukiwa mkubwa sana unaweza ukauzi concentration, kwamba kwamba unakuwa uko busy na kufocus kulinda kuliko kushambulia, lakini timu kubwa kama Simba imeshakutana na kila aina ya matokeo. Leo imecheza vibaya, lakini ikapata matokeo ambayo yamewavusha, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Eh bwana, kocha nani aingie ndani ya klabu ya Simba sasa? Ah, sisi unajua wamepita makocha wengi sana. Kwa sababu tuseme waanze kuchagua kwamba kocha gani aingie kwa labda kwa kuonyesha kwamba anaweza kuja kufanya vitu vikubwa, sio kwa kuchagua. Sisi kocha atakayekuja awe tu na na, mpira mzuri, awe yeye mwenyewe na CV kidogo dogo inatosha, kwa sababu Simba ni timu kubwa bila CV kwa mwalimu uenda kaja mwalimu mdogo umeshanielewa. Sasa kama mwalimu tu awe mkubwa, akiwa mwalimu mkubwa ambaye anajua atakuwa amepitia kila aina ya, ya matokeo kwenye mpira na ameshaka na kila aina ya mchezaji kwenye mpira. Kwa hiyo tunataka mwalimu wa namna hiyo kwa sababu ili kuja kuipa morali Simba kwa sababu Simba morali yake imeshuka vibaya mno. Eh, bwana neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba na mashabiki wengine wa soka. Ah, mashabiki wa Simba nawaambia tu kwanza wapunguze wa, wa, wa pressure. Umeshanielewa? Ipunguze pressure kwa sababu tupo kwenye kipindi kigumu sana. Umeshanielewa? Kila mtu anatamani kuiona Simba ikiwa inacheza mpira mkubwa sana. Umeshanielewa? Lakini Simba aichezi mpira mkubwa kwa kipindi hiki, tutakutana na vitu vingi, tutaonana na mambo mengi, tutatokea mambo mengi sana, kwa hiyo tunatakiwa sisi tusijaribu kuwapa watu misemo kwa sababu watatutumia sisi sisi kujaribu ku, kutuchonganisha na timu wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo wasipokuwa makini watatumiwa wao kama mashabiki, ili mradi kujaribu kuivunjavunja Simba wasipokuwa makini. Kwa hiyo kuna wale ambao wanapenda kuitisha mapresi wale waonekane, wataanza kujifanya wao wanajua zaidi kuliko wengine, watajifanya wao wana uchungu zaidi kuliko wengine. Wale ndio watakuja kutumika na watu wengine ili kuona kwamba Simba sasa haiko kwenye aiko kwenye nini, <coughs> kwenye kwenye uelewano. Matokeo yake tunaenda kwenye hatua ya pili, naamini kabisa hatua ya pili nakutana na mpinzani mgumu kuliko Gaboroni, atakuwa pengine ameadvance kuliko Gaboroni. Tukiwa tupo kwenye pressure, tunajitia wenyewe pressure kwa sababu ya mechi hii, at the end of the day unaweza ukakuta yanayotokea ni mabaya, na niwakumbushe tu kwa sababu tushakutana na matokeo ya namna hii. Tulicheza hapa na Real -re tulifunga goli tatu nyumbani, tukaenda wewe, tulitangulia goli mbili, tukacheza mpira mbaya sana, lakini ataenda kwenye dipo, tukapata goli moja, tukaenda na matokeo mabaya, tukaenda robo finali. Mpaka robo finali na Orlando Pirates tukatoka kwa mkoja penalty pale pia. Na nawakumbusha lingine pia, tulicheza round ya ya nyuma kabla ya mwaka jana, tulicheza na mechi na Sekimemosa hapa tukisia mech na na bravo hapa ikawa na matokeo mabaya y namna hii, lakini at end of the day Simba alienda akafanya vizuri na Simba ikasimama. Sisi ni Simba bro, sisi sio paka na mimi tutarudi imara na to, kama kawaida tunaendelea tulipoishia. Eh bwana, shukrani sana, asante sana.